neno hmm. mwangaza wa imani samueli wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa 14 hadi 14, uh, hadi 22 nataka tuangalie some few verses pale mwanaligi tuangalie some few verses pale samueli wa kwanza First Samuel chapter 16 uh, mstari wa kumi na nne hadi 12 hadi kumi na mbili just some few verses pale neno la leo lasema ya kwamba jina lako lipendekezwe. Jina lako mwanaligi, lipendekezwe, yani, be recommended. Be recommended. Do you know Mwenyezi Mungu anaweza kaweka jina lako katika midomo ya wanadamu such that unu, hapo unaona tu, tu, tu, tupatie nani hii tu, tuweke nani kwa hii nafasi then your name jina lako linatajwa Somebody has recommended you kwa sababu Mungu amempush. I'm saying ya kwamba wakati Mungu yuko nawe, anaweka jina lako kwa midomo ya wanadamu eh, wanakurecommend, alafu unapata kwamba unatafutwa, unauliza nani, uh, walitoa namba yangu wapi? It is because eh, mbingu ili ilitumia mtu akarecommend jina lako. Oh, leo ninatangaza this prayer Wednesday, jina lako mama, baba, kijana, jina lako lipendekezwe. Ah, I tell you. Now, eh, ukiangalia uh, 1 Samuel chapter 16, wakati ambapo Samuel tayari amemtia Daudi mafuta. Kuna two stories nyingi tu, lakini tukianzia pale mstari wa kumi eh, na nne kumi na nne, basi roho wa Bwana alikuwa ameondoka kwa Sauli, nayo roho mbaya ikaachiwa nafasi na Bwana na na ili imtese. Sio, nakumbuka Sauli. Sauli, Mungu alikuwa ameshamuondoka kabisa. E, na roho mbaya ikawa sasa imemwingia, kwamba watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia, roho mbaya imeachiwa nafasi na Bwana naye na Bwana nayo na inakutesa basi bwana wetu na amuru watumishi wake walioko hapa kutafuta mtu ambaye anaweza kupiga kinubi, anapiga kinubi wakati roho mbaya iliyoachiwa nafasi na Mungu ikujiapo, nawe utajisikia vizuri. So, so roho mbaya akaachiwa kwa Sauli, because Mungu alikuwa ameshamwondoka, na roho mbaya akija, Sauli alikuwa anakaa mtu mwingine ambaye haeleweki. Unanipata vizuri? Haeleweki, kwa hivyo ilibidi abembeleze kwa kuchezewa kinubi akichezewa akicheze mziki pale, moyo unatulia anarudi kuwa sawa. Unaipata vizuri? Hebu tuzingatie eh, vidokezo vya habari za Radio 47. Haya, elimu hatarini, shilingi bilioni 62 zaondolewa katika bajeti ya wizara ya elimu. Hey na Wakenya wabugia pombe haramu zaidi kulinganishwa na pombe iliyo halali, utafiti wabainisha. Bitiz Maganga atakuwa anaingia saa 12 kutupatia habari za Radio 47. Vidokezo vya habari za Radio 47. Neno mwangaza wa imani. So ikawa ya kwamba e, Sauli alikuwa katika shida wakati ambapo huyu roho mbaya anapoachiliwa, sasa itabidi ufanye namna gani? Lazima utafute mtu ambaye atakupigia kinubi wakati roho mbaya anapokuja kwako, nawe utasikia vizuri. So watumishi wake wakamwadvis vile. Verse 17 inasema basi Sauli akawaambia watumishi wake, mtafuteni mtu apigaye kinubi vizuri mkamlete kwangu. hmm. ati Mtafuteni mtu ambaye anaweza kacheza kinubi vizuri kabisa, sababu sasa mimi hapa vile nilivyo sina, otherwise mm, oi, Mungu ameniona na ni kitu kibaya. Mungu akikuondokea mwanaliga, hiyo ni mahubiri ya siku nyingine. Usiwahi tamani uwepo wa Mungu kukuondokea, manake pale utateseka kweli kweli, teseka. Angalia Sauli. Sauli ambaye alikuwa mfalme kamili, lakini sasa uwepo wa Bwana umemwondoka, Bwana amemwondoka sasa. Kuna wakati roho mbaya anaachiliwa na, na akiachiliwa, Sauli anakuwa mbaya. Sasa, ili kutulizwa, lazima <coughs> kinubi kifanye nini? Kinubi kichezechezwe.